Bwana Yesu asifiwe. um, kwa mara nyingine tena na kukaribisha katika kipindi chetu cha kutoka Hemani. Ni mi mimi mchungaji Dr Kieji wa kanisa la Hemani ililopo Mtawamaliza kata ya Buhongwa wilaa Nyamagana jijini Mwanza mkoa wa Mwanza Tanzania. Tunaendelea na mfurulizo wa vipindi vyetu. Uh, tunajifunza habari ya maombi yenye kuleta matokeo, maombi yaliyo na matokeo chanya katika maisha ya mtu ambaye anapeleka hoja zake mbele za Mungu kila itwapo leo. Uh, tunasema maombi yenye matokeo mazuri. Nimekutajia katika vipindi vyetu vilivyopita uh, sifa kadhaa za maombi ambayo yanaweza kuleta matokeo mazuri katika maisha yako. Na siku hii ya leo tumepata nafasi, Mungu katujalia neema tutakuwa tukiendelea na mfululizo wa fundisho hilo kubwa katika siku hii ya leo, inasema Kuomba kwa jina la Yesu. Kuomba katika jina la Yesu, ukisoma katika maandiko matakatifu kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne mstari wa kumi na nne, Yesu Kristo wakati anafundisha akiongea na wanafunzi wake, aliwaambia waombe kwa jina lake au waombe kwa jina la Yesu ili Mungu aweze kujibu maombi yao wapokee mahitaji ya maombi yao, lazima waombe katika jina la Yesu. Sasa, kabla sijaendelea ndani sana, inabidi tupeane mafafanuzi kwa nini maandiko yanatusisitiza tuombe kwa jina lake, tuombe kwa jina la Yesu. Labda jambo la kwanza la msingi, nataka nikueleze kwa nini jina, alafu baadaye nitakwambia kwa nini jina la Yesu. Lakini jambo la kwanza, kwa nini jina maelezo mafupi ambayo nataka uyajue siku ya leo ni kwamba jina linawakilisha utambulisho, jina linawakilisha utambulisho, jina linawakilisha identity. Ukitamka jina, maana yake umemwakilisha mtu au umemtambulisha mtu. Ukitamka jina, umekitamka kitu au umekitambulisha kitu e, kwa hiyo Yesu akawa anamaanisha eh, kwa wanafunzi wake, anawaambia muombe eh, kwa jina la Yesu. Maana yake ukitamka jina la Yesu umemtambulisha Kristo mwenyewe, na kumbuka eh, jina linabeba utambulisho. Na wakati Yesu anatabiria kuzaliwa maandiko, anasema eh, Mariamu alivyotokewa na malaika, aliambiwa atabeba E, atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na atamzaa mwana wa kiume, na malaika akaja na jina moja kwa moja anasema, mtamuita jina lake Yesu kwa maana ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo ukisoma mstari huo, maandiko yanaonyesha wazi kabisa ya kwamba jina la Yesu au jina la Yesu ukiachilia mbali ya kwamba lilikuwa na linamtambulisha nani lakini vilevile lilikuwa limebeba kusudi la yeye aliyezaliwa. Kwa hiyo ukiachilia mbali utambulisho bado lilikuwa limebeba kusudi, na ndiyo maana imefika mahala, wakati mwingine watu wanaamua kubadilisha majina yao kwa sababu yamkini yanaleta impression ambayo sio nzuri. Kwa hiyo ninataka ufahamu hilo. Yesu akawasisitiza wanafunzi wake, lazima waombe kwa jina la Yesu na malaika alitabiri, si kwamba Mariamu pamoja na Yusufu walijipanga namna ya kuita mtoto wao ule wa kiume atakayezaliwa, mtoto ambaye uwezo wa uh, uh, kutungia kwake mimba kulikuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, jina walipewa. Na swali la msingi linakuja, kwa nini wapewe jina kwa kinywa cha malaika? Kwa hiyo kulikuweko na sababu ya msingi kabisa ya kiroho ambayo tutaenda kuwa tunaiona wa polepole tukapo tunazidi kujifunza kwamba aliitwa Yesu kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu nitumie uh, sekunde chache niweze kukufafanulia nini maana ya jina la Yesu. Kumbuka uh, mambo haya ya kwamba jina la Yesu limetokana na muunganiko wa maneno aina mbili, limetokana na muunganiko wa maneno aina mbili katika lugha ya Kiebrania na lugha ya Kiaramaiki, tunasema hivyo. Hiki sio Kiswahili, ni Kiebrania na Kiaramaiki. Neno la kwanza linasema Yahwe. Yahwe maana yake ni Mungu wa Israeli, au Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Au kwa lugha nyingine nyepesi, tukisema Yahwe tunamaanisha Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu pamoja na nchi. Kwa hiyo Yesu limetokana na maneno mawili. La kwanza ni Yawe, lakini neno la pili linasema Yasha. Kwa hiyo kuna Yawe halafu na Yasha, na ukisoma ndani sana kwenye maandiko katika agano la kale, utajikuta Yawe wakati mwingine Yesu linafananishwa na Yoshua. Na haya maneno ni lugha ya Kiebrania pamoja na Aramaiki, na tafsiri yake ni hii: Yawe ni Mungu wa Israeli, na neno Yasha maana yake anaokoa. Kwa hiyo jina la Yesu maana yake ni Mungu anaokoa. Kwa hiyo malaika Gabrieli wakati anamwambia Mariamu na Yusufu, mtamwita jina lake Yesu, na pale pale akatoa tafsiri ya kwamba maana ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo ukisema Yesu umetoa sentesi iliyokamilika ya kwamba Mungu anaokoa. Kwa hiyo Yohana 14, 14 Yesu anawaambia wanafunzi wake ombeni kwa jina langu, maanake ombeni kwa jina la Yesu. Kwa tafsiri nyingine nyepesi, ukichukua tafsiri ya neno Yesu, ombeni kwa jina Yahwe Yasha, au ukiamua kwenda mbali zaidi, ombeni kwa jina Yahwe anaokoa, au kwa sentesi nyingine, ombeni kwa jina Mungu anaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. hoyo nimesema Jina linabeba utambulisho na jina linabeba makusudi, ama papasi, eh, ya mtu kuwepo katika uso wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukiendelea kufafanua habari ya jina, ukisoma vizuri katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa pili, maandiko yanasema ya kwamba katika siku hizi za mwisho Mungu wetu wa mbinguni amejitambulisha kwa njia ya mwana Mungu wetu wa mbinguni amejitambulisha kwa njia ya mwana. Kwa hiyo huyu Yahwe au Yahwe Yasha au Mungu anaokoa au Mungu wa mbingu na nchi au Mungu wa Israeli aliyevifanya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana katika ulimwengu huu wa mwisho amejitambulisha kupitia mwanawe Yesu Kristo. Na ndiyo maana ukienda vizuri kwenye maandiko kuna mahala wanafunzi wa Yesu wakamwambia tuonyeshe Baba. Alisema nataka kwenda miguni, nataka kwenda kwa Baba, kwa Baba yangu ambaye ni baba yenu. Wanafunzi wakamwambia tuonyeshe Baba. Yesu akawashangaa, anawaambia, mmekuwa pamoja nami siku hizi msijue? alafu anawaambia, aliyeniona mimi amemuona Baba. Kwa hiyo Mungu amejitambulisha kwetu kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo, kwa mujibu wa maandiko katika kitabu cha Waibrania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uh, pointi nyingine ya msingi unaopaswa kuijua ni hii, ukiachilia mbali ya kwamba jina linaleta utambulisho, jina linaleta identity, jina linaleta purpose, jina linaleta kusudi, jina lina tafsiri, sababu ya mtu kuwepo ama kitu kuwepo, jina linaelezea sifa ya kitu kilichopo. Kwa hiyo unavyotamka jina la Yesu kwa jinsi vya kutafsiria, unamaanisha Mungu anaokoa. Unapaswa ujue mambo haya yatakusaidia unavyoingia katika maombi. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, msiombe kwa jina la mtu mwingine, ombeni kwa jina langu, ombeni kwa jina la Yesu ili maombi yenu yaweze kupata majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi nyingine ya msingi ni kwamba jina linawakilisha mamlaka, jina linawakilisha mamlaka, jina linawakilisha authority. Na ndiyo maana e, katika maandiko uh, mafarisayo walimuuliza Yesu ya kwamba unafanya mambo haya kwa mamlaka ya nani? Unapokuwa unafanya jambo, unaulizwa unafanya mambo haya kwa mamlaka ya nani? Na, na yeye akawauliza na mimi niambieni, kabidi awape mtego kidogo e, ubatizo wa Yohana ulitoka kwa nani? Na ukisoma vizuri kwenye maandiko utagundua, wakati Yesu anaingia Yerusalemu, watu wakatandika mitende barabarani, wakaweka nguo zao barabarani, Yesu akampanda mwanapunda. Wale watu walivyokuwa wakiimba hosana, wakielekea Yerusalemu, wanaimba wanasema, takatifu ajaye kwa jina la Bwana. Kwa hiyo wanatoa tafsiri ya kwamba Yesu hakujileta mwenyewe duniani eh? Yesu ametumwa na Baba kutoka juu mbinguni, na ndiyo maana ya maandiko. Kitabu cha Yohana tatu kumi na sita linasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, mw hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila aminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina linawakilisha mamlaka, jina linawakilisha authority tukisema mamlaka, maana yake ni nguvu ya maamuzi the the the power to decide. The power to to decide change the destiny. Kwa hiyo anavyosema jina, maana yake ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni msomaji mzuri wa maandiko unajua uh, ile stori niite kwa neno hilo ya Daudi, jana mdogo kabisa, ambaye Biblia inasema taifa la Israeli walikuwa vitani eh? Sauli akiwa mfalme wanapigana na Wafilisti. Wakati wanapigana na Wafilisti Biblia inasema zilipita siku arobaini. Goliati mtu, agatha, mtu wa Gath alikuwa ni mtu mrefu sana akiwa na kimo kisichokuwa cha kawaida, amevaa viatu vikubwa vizito visivyo vya kukua vya kawaida, amevaa ngao eh, yake nini, ile dili dili inayotumika kama ngao kifuani kwake haikuwa ya kawaida. Alikuwa na mkuki mkubwa Mm -hmm. Biblia imeelezea namna hiyo. <coughs> Sorry. Kwa hiyo maandiko yanasema wakati wanapigana na, na, na Waisraeli wale wa Filisti, Goliati alisimama akasema ajitokeze shujaa mmoja wa Israeli aje apigane na mimi. Sasa Israeli yote wakamwogopa kwa jinsi alivyokuwa anatisha. Akajitokeza kijana mdogo anaitwa Daudi, ah, yeye akasema nitaenda kupambana naye. Na wakati Daudi anakwenda kushindana na Goliati, Biblia inasema Goliati alimlaani eh, Daudi kwa jina la miungu yake eh? Na Daudi wakati anamwendea Goliati alisema ninakuijia kwa jina la Bwana wa majeshi uliyoyatukana. Nini message ya Daudi mahali hapa? Anamwambia Goliati, ninakuja kupigana na wewe, lakini nguvu ninazozitumia sio za kwangu, eh? mamlaka ninayoyatumia sio ya kwangu, uwezo ninaoutumia sio wa kwangu, ninatumia nguvu za jina la Yesu Kristo. Maana yake ninakuijia kwa mamlaka ya jina la Bwana majeshi uliyoyatukana. Kwa hiyo hata sisi Biblia unavyokuongelea, unavyoongelea habari uh, ya kuomba kwa kutumia jina la Yesu, maana yake jina linawakilisha authority, jina linawakilisha mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana Napenda vitu hivi uvijue, ili viweze kukusaidia wakati unafanya maombi yako. Lazima ujue siri ya jina, lazima ufahamu siri ya jina unavokuwa unaingia katika maombi. Kumbuka, ukitumia jina la Yesu eh, maana yake umetumia mamlaka ya Yesu Kristo katika kufanya maombi yako, na maombi yako yatakuwa na matokeo makubwa yasiyokuwa ya kawaida. Yamkini umeomba ujapata majibu lakini inakupa siri e, mchana huu wa leo tumia jina la Yesu. Mungu anasema Yesu Kristo anasema, ukishatumia jina la Yesu lazima utaona matokeo. Hali yako haitakuwa ya siku zote. Tukutane katika sesheni ijayo, wakati naendelea kuelezea pointi hii ya kuomba kwa jina la Yesu. Mimi Mchungaji Dr. Keji wa kanisa la Hemani ililoko Mtamaliza, kata ya Buhongwa, wilaya ya Nyamagana, jiji la Mwanza. Yesu Kristo akubariki sana. Omba kwa jina la Yesu utapata matokeo, na ubarikiwe na Bwana.